Mafanikio ya miaka minne ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Sisi ki kikundi chetu kilipata mkopo wa fursa ya Mama Samia wa kiasi cha milioni ishirini kwa ajili ya kujikamua kama wanawake tukiwa wanawake watano, na tunashukuru katika kupewa ule mkopo ulitunufaisha kwa mambo mengi. Tulinufaika kwa kuweka mifugo, ni ufugaji wa kuku, bata mzinga tabwikini pia tunajihusisha na sungura. Na baada ya kunufaika katika huo mkopo, tulivyonufaika na huo mkopo tulijiongeza, tulipata faida katika kufuga wale kuku tukaweza kujiongeza, tukatengeneza mabwawa ya samaki ambao tuliona kwamba yatatuongezea kipato chetu, na pia imetumfunufaisha kwa mambo mengi kwa sababu tumeweza kujikimu kimaisha, tumesomesha watoto wetu, tumeweza kusaidia wajane, yatima manufaa mengine ambayo tumeweza kupata kunufaika katika mkopo wa Mama Samia, tumeweza kuajiri vijana sita ambao wamepata kunufaika kwa kupitia mradi wetu wa ufugaji, pa, wa ufugaji wa samaki na ufugaji wa kuku na nguruwe pia. Tunapenda kumshukuru Mama Samia kwa kuweza kutuwezesha kutupa mkopo sisi kama wanawake wa Matumbulu. Napenda kumrudishia shukrani za dhati Mheshimiwa Anthony Mavunde pamoja na diwani wetu chibago kwa sababu waliweza kutuwezesha kutuelimisha na kutuwezesha tukawanufaika na mkopo wa mama samia kwa majina anaitwa flanton ni moja kati ya mnufaika wa kikundi cha kinamama klasara mamas ni kazi yangu ni ufugaji wa samaki ambao samaki unaowafuga hapa ni sato ambao nawatoa katika jiji la mwanza kwa hiyo ufugaji wetu unafuga samaki kiasili na tunatumia chakula cha asili, na samaki hawa tunawafuga ndani ya mwaka mmoja na nusu licha ya kwamba kama mtu atakuwa na haraka, anaweza kufuga hata miezi minane wanakubalika pale inapokuwa mwaka mmoja na nusu, ambaye samaki anakuwa ni mkubwa, ambaye anakubali kuwa na kilo tatu, kilo mbili na nusu. Kwa hiyo kikundi hiki kimefanya kuninufaisha kupata kazi. Nimeajiri, nimepata ajira kupitia kikundi cha wao kina mama Kirasara Mamas.